Naam, bwana huyu ni kijana anaitwa Sudi, alikuwaga na ukaribu na Zuchu eh, wa kirafiki walikuwa wanataniana mchumba na vitu vingine kama hivyo eh, ni kijana ambaye ana matatizo ya hapa na pale kama unavyotazama eh, lakini kitendo cha kusikika kwamba Diamond amemwoa kweli Zuchu kiukweli kinaonyesha wazi kimemuumiza sana Sudi. Na hivi karibuni tu, nadhani unakumbuka kwamba Zuchu alikuwa Zanzibar kwa ajili ya kushuti music video, na wakati ana shoot bwana, bahati nzuri alikutana na Sudi, rafiki yake wa kitambo bwana, alikuwa anamuitaga mchumba na nini, walikuwa wanataniana hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni moment nzuri sana, nadhani utakuwa unakumbuka kipindi Zuchu alivyokutana na Sudi kule Zanzibar, alimkumbatia, akapiga story, akaongea vitu vingi sana, lakini pia, mwisho wa siku ni kwamba Zuchu akamwa amua kumpatia Sudi shilingi laki tano, jambo ambalo liliwafurahisha watu wengi sana, kuona kwamba Zuchu ni mtu ambaye yuko poa na kila mtu yuko very peace na kila mtu, sio mtu ambaye labda ni mbaguzi au vipi, yuko very fresh so Kitendo hicho cha kusikia Sudi baada ya kusikia kwamba uh, Diamond amemwoa Zuchu, Sudi ndo kama hivyo analalamika na anaonyesha kwamba ameumizwa kweli kweli. Ni moja kati ya video ambazo zimeenda viral sasa hivi mtandaoni na watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia hiyo ishu, na nikaona nikuletee, pia utazame jinsi ambavyo kijana Sudi alivyozipokea taarifa za Zuchu kuolewa na Diamond. kama ulikuwa umesahau moment ambayo Zuchu alivyokutanaga na Sudi Zanzibar wiki iliyopita, hebu usikilize hapa kilichotokea. Yeah, so hii ilikuwa ni moment ambayo Zuchu alikutana na Sudi Zanzibar eh, wakawa wanapiga story kama hivyo. Sasa huyo kijana ndo huyu ambaye ya sasa hivi hapa analalamika na kujisikia vibaya baada ya kusikia kwamba Zuchu ameolewa na Diamond Platnumz. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, katikatoko tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.